Naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa waleta maombi ambao ni Rosemary Mwakitwange na wenzake wawili Deogratius Mnyila na eh, Edward Heche ambao wamefungua maombi namba 300, sorry, elfu tatu mia mbili na kumi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ya kuipinga tume ya uchunguzi wa kinachoitwa uvunjifu wa amani ya tarehe ishirini na tisa na baada ya tarehe ishirini na tisa na kesi hiyo E, waleta maombi wameomba mahakama mambo matatu. Jambo la kwanza wameomba mahakama itengue uteuzi wa hiyo tume ambayo inaongozwa na mwenyekiti e, aliyekuwa jaji mkuu wa zamani jaji Othman Chande, na wameomba vile vile e, mamlaka za uteuzi zizuie hiyo tume isiendelee na kazi mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa, na vile vile vile, wameomba e, mamlaka ya uteuzi isiteue tume nyingine ambayo yenye ma, yenye muundo kama hii ambayo inalalamikiwa. Sasa, msingi wa malalamiko ni nini? Msingi wa malalamiko ni kwamba wateja wetu wanalalamika, tume hii iliyoundwa muundo wake eh, ni muundo ambao unakiuka sheria, kwa maana ni muundo haramu, kwa tafsiri nyingine wanaita illegality. Eh, wakati tunaleta hii kesi mahakamani, tume ilikuwa bado haijawa gazeted, haijawekwa kwenye tangazo eh, la serikali, government notice, kwanzia ilikuwa eh, tarehe 20 Novemba. Sasa wateja wote wamelalamika kwamba tume ilikuwa bado hijawa gazeted. Lakini pili, muundo wa tume vilevile sio muundo ambao ni, ni, ni, ni huru, kwa tafsiri nyingine, lakini mamlaka za uteuzi zinasema tume huru ya uchunguzi. Ukisoma ile sheria ambayo inampa rais mamlaka ya kuweza kuteua hiyo tume, hakuna neno linaitwa tume huru ya uchunguzi isipokuwa inatamka tume ya uchunguzi. Sasa kilichoundwa ni tofauti na ambacho kiko kwa mujibu wa sheria. Lakini sababu nyingine ambayo wanaieleza wana, wana, wana waleta maombi ni kwamba hakuna mantiki ya kisheria ya kuunda hii tume, na wanasema kwamba e, e, tume hii inayoongozwa na jaji Chande, itakumbukwa huku nyuma mwaka elfu mbili ishirini na tatu kuna tume ya haki jinai iliyoundwa vilevile kwa ajili ya kuchunguza taasisi za haki jinai na ikaleta mapendekezo yake, au ikapeleka mapendekezo kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini mapendekezo hayo mpaka leo mapendekezo makubwa ya msingi hayajafanyika. Kwa mfano, tume ilipendekeza kuvunjwa kwa jeshi la polisi nchini. Tume ilipendekeza kuvunjwa kwa jeshi la polisi nchini. Sasa haya ambayo yametokea tarehe ishirini na tisa aidha kuna kuto kuwajibika kwa jeshi la polisi vizuri kama mlinzi wa amani. Sasa mapendekezo ya kuvunja jeshi la polisi hayajafanywa kazi, anateuliwa tena mwenyekiti yule yule ambaye mapendekezo yake ya kufanywa kazi kwenye tume ya kijinai awe mwenyekiti tena watume ya kuchunguza kinachoitwa uvunjifu wa amani . Sasa hiyo ni sababu ambayo wateja wetu vile vile wanaona ni sababu ya msingi katika kuiambia mahakama kwamba iweze kutupilia mbali uundaji wa hiyo tume. Lakini sababu nyingine e, ni, ni, ni, ni haki ya asili. Tume inakiuka haki ya asili e, wajumbe wa tume ukiwaangalia kama walivyo, wote, wale walikuwa ni ni watumishi watumishi wa umma, wana viapo vya kutunza siri, ni watumishi wa umma wote. Sasa kinacholalamikiwa ni, ni kitu gani kinacholalamikiwa? Ni kwamba Jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ni, ni, ni vyombo ambavyo vile vile vinalalamikiwa ela kwa uzembe waliyotokea tarehe ishirini na tisa Oktoba 2025. Sasa wale watumishi wa umma ambao wametolewa kwenye ile tume wanaweza wakatenda haki kwa mamlaka za uteuzi ambazo zinalalamikiwa. Ndio hoja ya msingi ambayo tunaona kwamba wataj wte kwamba ni jambo ambalo linatakiwa mahakama iweze kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa ikataza mamlaka ya uteuzi au kwa kubatilisha tume ya utu, e, tume ya uchunguzi kwamba iko kinyume na, na, na sheria. Lakini jambo jingine ambalo nalalamikiwa ni kwamba kuna nia mbaya ya undaji wa hii tume. Utakumbuka, kati tume inazinduliwa, mamlaka za uteuzi ilisema kwamba eh, tunaunda hii tume ili tume zingine zikija tume zingine zikija huko mbeleni zikule tayari tumesha tumesha tume imeshafanya tume kazi. Tafsiri yake ni kwamba wameunda ili ku preempt tume nyingine ambayo hatujui ni tume ipi itakuja kufanya uchunguzi sasa. Kwa mazingira hayo, wateja wetu wanaona kuna jambo ambalo sio la kisheria. Lakini jambo la mwisho ambalo linalalamikiwa kwamba tume hii ambayo ina watumishi wa umma ilitakiwa iundwe au muundo wake ujumuishe mamlaka zingine au taasisi zingine ambazo ziko huru. Kwa mfano, kuna chama cha mawakili wa Tanganyika eh, kuna BAKWATA, kuna teki, kuna taasisi za wakulima, wafugaji sababu waathirika ni wengi zaidi. Sasa ukiunda tume tu ambayo ina watumishi wa umma ukaacha taasisi zingine ambazo vilevile kwa, kwa mujibu wa wateja wetu ni kwamba zina, zingeweza kutoa maoni au mawazo ambayo ni huru zaidi. Sasa kitendo hicho wateja wetu wanaona kwamba ni ukiukaji wa sheria ya, ya msingi. Kwa hiyo tumeomba eh, mahakama eh, tukufu kwamba iweze kupinga au kutupilia mbali hiyo tume na kukatazwa kuunda tume nyingine ambayo yenye composition sawa na hii ambayo inalalamikiwa. Na leo kesi kwa ajili ya kutajwa baada ya kutajwa e, eh, upande wa mwanasheria mkuu wa serikali wanawakilisha watu wajumbe wote nane ambao ni wajumbe wa tume wako nane pamoja na chama cha mawakili wa Tanganyika vile vile wakili alikuwepo. Kwa hiyo kesi imepangwa tarehe kumi na mbili kwa ajili ya kusikilizwa ambayo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Hayo ndio jambo la majina naitwa wakili Ferdinand Makore, wakili wa mahakama kuu. Uh, mimi ninawakilisha nina au namtetea mshtakiwa namba kumi ambaye ni chama cha mawakili Tanganyika ya yani TLS. Tulipewa, tulipewa maelekezo na, na chama cha mawakili kuweza kutetea kwa sababu waleta maombi ambao wa ni applicants na wao wana, wanadai kwamba eh, chama cha mawakili Tanganyika hakijafanya kazi yake vizuri katika haya ambayo wanalalamikia. Kwa hiyo nafahamu kwamba kwa mujibu wa, wa, wa, wa kifungu cha nne cha eh, sheria ya, ya, ya, ya mawakili Tanganyika sura namba mia tatu na saba kinampatia wajibu au mamlaka chama cha mawakili kushauri taasisi za umma ikiwemo mahakama ikiwemo serikali na Bunge, pamoja na kutoa ushauri kwa wananchi ili kufikia haki ambayo inakusudiwa. Kwa hiyo sisi baada ya kupokea zile nyaraka za waleta za, za, za maombi tukaona kwamba kuna kitu wanakilalamikia kwa chama cha mawakili kwamba kuna wajibu fulani wa kisheria chama hakijatekeleza. Kwa hiyo kwa upande wetu tumeweza kufile au kujibu kwa kuleta e, kiapo kinzani ambacho tunasainiwa na mkuu wa taasisi na tumesha file, na leo tumefika mahakamani, tumeelekezwa kwamba tutakuja kwa ajili ya kusikilizwa tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na mbili saa nane mchana, mbele ya Mheshimiwa Jaji Mtembwa. Kwa hiyo hiyo ndio lulu hasa ya ya, ya, ya kwa nini TLS imeshitakiwa, na tumeeleza kwenye majibu yetu na tumeyaona yale yaliyolalamikiwa na naleta maombi na sisi tumeyajibu. Kwa hiyo nafikiri baada ya kusikilizwa tutajua kama TLS alikuwa na wajibu au, au, au, au, au hakuwa na wajibu wowote wa kisheria. Asanteni sana. Kwa elimu hizi na mengine mengi usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.